Hul kukutana na Nora lakini akiwa amezidiwa na msongo wa mawazo. Nora anajificha, shinikizo la kumtunza mtoto wake lina mkonda na Kinan daima, upande wake anamfariji, kishika mkono wake, anaahidi kupigania naye na kwa ajili yake. Anamkumbatia akimfanya ahisi kina cha upendo wake na usaidizi usio na masharti. Hata hivyo, akiwa amejaa wivu baada ya kuwaona pamoja, Saline anaamua kulipiza kisasi na kupakia ushahidi mtandaoni ukifichua kwamba Nora ni mama mwenye mtoto mmoja. Nora anakoona picha. Anapapatika akiogopa matokeo, anakimbia asiweze kufanya lolote. Mara picha inaenea kama moto, na kila mtu suleni anaanza kumdhihaki akimuita mwenye kutojali na mwenye kutojali. Kashfa inaongezeka haraka na shinikizo linaongezeka sana kwamba shule inaamua lazima aondoke. Katikati ya aibu, Saline anachukua nafasi ya kumkanyaga na kufichua kiinua maziwa ambacho Nora alikuwa amekificha na kuzidisha aibu yake. Kutokuwa na uwezo wa kuvumilia hali Nora anakimbia, lakini mlinzi wa shule anafunga lango kabla ya Kinan kumfikia. Kinan anajaribu kupanda ukuta kumfuata, lakini mwalimu anamzuia na kumwadhibu ofisini. Kwa kukata tamaa, Kinan anasihi aachiwe aende ili ampate Nora. Hatimaye, Kinan anafaulu kumpata, Akiwa analia bila kudhibiti, anamkumbatia akimpa faraja na uhakikisho, wanatemea pamoja wakijaribu kushughulikia kila kitu kilichotokea, lakini hivi karibuni wanapokea habari ya kusikitisha: Nora amefukuzwa shuleni na kuvunja ndoto yake ya kuwa daktari. Akianguka katika unyogofu mkubwa, Nora anajitenga huku, Kinan akiwa amechomwa na hasira, anakabiliana na Saline na kumuita msichana mkali zaidi ulimwenguni. Saline, kwa machozi machoni mwake Anakiri alifanya hivyo kwa sababu ameumia kwamba hampendi. Kinan anafafanua wazi kwamba hata kama angekuwa mtu wa mwisho duniani, hangeweza kuwa naye. Baadaye, Yuda anaweza kukutana na Nora, lakini anamtendea kwa baridi. Yuda anajaribu kujieleza akikiri kwamba aliogopa kuchukua wajibu wa mtoto kwenye umri mdogo. Nora anamuita muhoga, akimkumbusha kwamba yeye pia ni mchanga lakini hangemuacha mtoto wake. Hii inasababisha mabishano mengine makali kati ya baba wa Nora na Yuda, na mama wa Nora akiingilia kati kuzuia hali isiporobike. Katika jaribio la kupatanisha, Yuda anatoa pete aliyoiweka ikiwa tayari kumwomba Nora. Wakati huo, asijue nia ya Yuda, Nora anacheza na mtoto wake wakati anazungumza na Kinan, ambaye anaendelea kumsaidia kutoka mbali. Bado Nora anaogopa kwamba ikiwa Yuda atarudi katika maisha yake, anaweza kupoteza Kinan, mtu ambaye amekuwa mwamba wake katika nyakati za maisha ya ngumu zaidi. Wakati ananunua nje, Nora anakutana na wasichana wawili ambao hapo awali walimpenda sana, lakini baada ya kusikia kuhusu kashfa, wanamtukana na kumwambia kwamba wamepoteza heshima yao yote kwa ajili yake. Akiwa mvunjika moyo, Nora anaondoka akiwa na huzuni zaidi na kujisikia upwemwenu zaidi kuliko wakati wowote wa ghafla. Watu wawili wanamnyang'anya kwenye mitaa na kumpeleka msituni bila mtu yoyote kugundua isipokuwa Yuda ambaye anafuata kwa siri. Wanyang'anyi huweka mfuko juu ya kichwa chake na kumwacha porini. Kwa bahati nzuri, Yuda anampata kwa wakati na kumrudisha nyumbani. Kutokana na maumivu na hofu, Nora hawezi kutembea, kwa hivyo Yuda anamchukua mgongoni akimpeleka salama, huku yeye polepole anaanza kutuliza. Kina anajisikia faraja kubwa anaposikia kwamba Nora yuko salama baada ya utekwa huo. Akiwa anatafakari maelezo, Nora anatambua kwamba wanyang'anyi wake walikuwa wasichana, kwani aligundua nywele zao ndefu. Baadaye, baada ya uchunguzi wa polisi, inabainika kuwa Celine ndiye aliyekuwa nyuma ya utekwa huo. Polisi wanamkamata na anapelekwa gerezani. Ingawa anaendelea kuwa na mtindo wa kujitetea nyuma ya magome, wafungwa wengine huifanya iwe wazi kwamba hakuna anachoweza fanya na kumwacha amelala na kupelekwa hospitalini. Baadaye, mama yake Kinan na anamkabili Nora, akimwomba aache mbali na mwanawe, akidai ataharibu mustakabali wake. Akiwa amevunjika moyo, Nora anatambua kwamba familia ya Kinan haitaweza kamwe kukubali ndoa yao, na licha ya jinsi anavyompinda sana, anaamua kukata uhusiano wao. Akiwa amezimia, anaondoka akiwa amelia na ndipo Yuda anapojitokeza. Anampa posa akielezea kwamba sasa ana uwezo wa kifedha Shukrani kwa urithi kutoka kwa wazazi wake waliofariki na kwamba anaweza kumpatia kila kitu mtoto wao anachohitaji. Yuda anampa pete ya mama yake na kumwambia kwamba ikiwa ataikubali atakuwa wake milele. Mara moja, Kinan anafika akiwa na hasira na kumshambulia Yuda. Vita vinazidi haraka, lakini wanavutwa mbali kabla ya mambo kuzorota zaidi. Kinan akiwa na azimio, anatangaza kwamba Nora bado ni mpenzi wake. Lakini yeye anarekebisha kwa huzuni kwa sauti yake, akisema hawaendi pamoja tena. Akiwa amevunjika moyo na kuchanganyikiwa, Kinan anauliza ni nini kilichomfanya abadilishe mawazo yake, akimkumbusha ahadi walizozifanya kupigania mapenzi yao. Kwa machozi, Nora anaelezea kwamba alikata mambo kwa sababu mama yake alimlazimisha. Akiwa amehisi kusalitiwa, Kinan anaamua kuondoka. Anajipakia vitu vyake na kwenda kuishi na baba yake. Asiweze kukabiliana na huzuni hiyo. Baadaye anampa Nora posa yake mwenyewe, lakini yeye akiwa ameshinikizwa, anaomba siku moja kufikiria uamuzi wake. Usiku huo, Nora anakaa chumbani kwake akiangalia pete hizo mbili alizopewa ya mama yake. Kwa wakati wa ushauri wa dhati, anazungumza naye juu ya umuhimu wa jukumu la baba katika maisha ya mtoto na jinsi Yuda alivyonyeyesha majuto ya kweli kwa makosa yake. Akifikiria juu ya ustawi wa binti yake anaamua uamuzi mgumu. Ingawa moyo wake unamtegemea Kinan, anachagua kukadiri utulivu wa mtoto wake. Mwishowe anakutana na Yuda na kumwambia anaikubali posa yake ya ndoa, akijitolea furaha yake mwenyewe kwa ajili ya mustakabali wa binti yake. Nora kisha anakabiliwa na kazi chungu ya kumwambia Kinan juu ya uamuzi wake. Kwa machozi machoni, Anarudisha pete ile iliyokuwa na maana sana kwake, na kuelezea kwamba ameamua kuoa Yuda kwa sababu binti yake anamhitaji baba yake kwa damu, Ingawa inamvunja moyo, Nora anamshukuru Kinan kwa kuingia katika maisha yake na kumwonyesha maana ya upendo wa kweli hata wakati alipokuwa na shaka. Kinan akiwa na majonzi, anambembeleza kwa nguvu akiombea asimwache. Lakini Nora akiwa amevunjika moyo anasimama imara katika uamuzi wake. Kinan anaanguka asiweze kukabiliana na maisha yanayompita kwenye vidole vyake. Mara baadaye, Nora wanawajulisha familia yake kwamba amechagua kuoa Yuda. Kwa mara ya kwanza anamruhusu Yuda kumshika binti yao mikononi mwake, jambo analofanya kwa upole, lakini ndani ya ndani Nora hawezi kuacha kumfikiria Kinan, mtu ambaye bado anashika moyo wake. Wakati huo huo Kinan, akiwa amevunjika kihemuko, anapigwa na gari. Akiwa amejeruhiwa vibaya, juhudi yake ya mwisho kabla ya kupoteza fahamu ni kuitikia pete aliyowahi kumpa Nora, mwanamke ambaye bado ndiye mpenzi wa kweli wa maisha yake. Kinan anapelekwa hospitalini kwa hali mbaya, akipigania maisha yake. Baba yake, akiwa na wasiwasi sana, anamwomba Nora amtembelee. Akiamini kwamba uwepo wake unaweza kusaidia katika uponyaji wake. Nora akiwa amezidiwa na huzuni, anataka kwenda kumwona, lakini Yuda akiogopa kumwacha, anamsema uongo na kumwambia kwamba Kinan tayari amepona. Akiwa na moyo mgawanyiko, Nora anaanza kupanga harusi yake na Yuda. Anachagua nguo yake ya harusi na wakati Yuda anamuona amevalia nyeupe, anasimama kimya. Akihisi mhemuko kwa wakati huo, na kujaa matumaini kwa mustakabali wao. Pamoja, wanaonekana wenye furaha na msisimuko kadiri siku ya harusi inavyokaribia. Wakati huo huo, Kinan anaamka kutoka kwenye koma, lakini kuna kitu tofauti. Amepoteza kumbukumbu yake. Hakumbuki chochote kuhusu Nora au hadithi yao ya upendo. Akitumia fursa hiyo, Celine, mdanganyifu kama kawaida, anamdanganya akimshawishi kwamba wamekuwa pamoja daima na wanapendana kwa dhati. Wakati Nora anapojua kuhusu uongo huo, anaenda kwa kasi hospitalini na kumkabili Celine kwa hasira na kukatishwa tamaa, akifichua ukweli. Kadiri mabishano yao yanavyoendelea, Kinan anaanza kupata miondoko ya kumbukumbu. Lakini kila anapojaribu kuzingatia, maumivu makali yanamshinda, yakimwacha akiwa mgumu zaidi na kuchanganyikiwa. Mwishowe, hawezi kumtambua Nora hata kidogo. Akiwa vunjika moyo na hali Kinan aliyobaki nayo baada ya ajali hiyo, Nora anaamua uamuzi mgumu wa kumwambia chochote kuhusu historia yao ya pamoja, akitumai kumkumbuka maumivu zaidi. Anaamua kuondoka akiwa na azimio la kwamba asijue kamwe kuhusu upendo waliokuwa nao. Baada ya kufanya chaguo hili la kusikitisha, Nora anamkabili Yuda kuhusu kumdanganya kuhusu hali ya Kinan. Kiwa amejaa hofu kwa kufikiria kumwacha, Yuda anajaribu kujitetea, akisema alifanya hivyo kwa sababu ya upendo kwa kuwa alikuwa na hofu kwamba atarudi kwa Kinan. Kiwa na majonzi, Yuda anauliza anaweza kufanya nini ili apate tena imani yake. Licha ya mashaka yake, Nora anakubali kwenda kwenye mikutano ya mkutano ili kuzungumzia uhusiano wao na kuona ikiwa kujenga tena imani kunafaa, ingawa moyo wake bado unampenda Kinan. Siku ya mkutano huo, Nora anampata kwa bahati Kinan ambaye anarudisha vitu vyake aliyopoteza wakati mmoja wao wa kukutana hapo awali. Ili kumzuia asikumbuke chochote, Nora anajifanya jina lake ni Nala. Hata hivyo, wakati mtu karibu anapotaja jina lake la kweli kwa bahati, Kinan anapigwa na maumivu makali ya kichwani ambayo humwacha mgumu zaidi. Kwa wasiwasi, Nora anakaa karibu naye kumtunza. Jambo linalomfanya aje kuchelewa kwenye chakula chao cha jioni na Yuda, ingawa makahawa inakaribia kufungwa. Yuda akiwa na huzuni inayoonekana amemsubiri kwa uvulivu, kwa mashaka machoni mwake anauliza kama kweli anataka kuendelea na harusi. Akiwa amejisikia funikwa, Nora anamtuliza na wakati huo anafanya chaguo gumu la kuficha mikutano yake ya hivi karibuni na Kinan. Mwishowe siku ya harusi inafika. Nora anavaa nguo yake nyeupe, makeup yake ni kamili, lakini rafiki yake wa karibu anahakika kwamba kumwoa Yuda ni kosa. Kiwa na wasiwasi, anaamua kwenda kumtafuta Kinan na kumwambia kwamba Nora anakaribia kuolewa. Hata hivyo, anapofika, Kinan amelala usingizi. Na Celine aliposikia mpango wa rafiki huyo, anaingilia na kuhakikisha kwamba ukweli umefichwa ili Kinan asijilisonge kwenye sherehe. Wakati huo huo, Yuda anakuwa na wasiwasi zaidi na kuzidiwa na mashaka kuhusu hisia za kweli za Nora. Asiweze kukabiliana na shinikizo hilo, anakimbia kabla ya harusi kuanza. Nora, akiwa na majonzi kumtafuta, anakimbilia nje ya ukumbi ili kumtafuta. Katika jaribio lake la dhati la kumtafuta Yuda, Nora anaingia kwenye lifti ya hotelini na kukutana uso kwa uso na Kinan. Anamtazama akishtuka, akichanganyikiwa na kuona yeye kwenye nguo ya harusi. Akiwa amechanganyikiwa anauliza kwa nini yuko hotelini amevalia kama bibi harusi. Nora, bado akiwa na hisia kwa ajili yake, lakini akijaribu kujilinda, anajibu kwa njia isiyoeleweka na kumrudishia swali hilo, akiuliza anafanya nini hapo. Bila kujua nia za kweli za Celine, Kinan anamwambia Yuko hapo kwa ajili ya chakula cha jioni na Selin. Akiwa amechokiwa na hili, Nora anamwonya asimwamini Selin kabla ya kukimbia tena. Akiendelea na utafutaji wake wa Yuda. Nora anampata Yuda mwishowe, uso wake umechangua na wasiwasi. Anakiri kwamba hafikirii ni busara kuoa wakiwa wote wawili wanaficha siri. Nora akijaribu kujitetea na kulaumu mwenyewe anajibu kwamba wakati mwingine siri ni lazima kulinda uhusiano, akimaanisha kwa kifupi mikutano yake ya hivi karibuni na Kinan. Kile Nora asichojua ni kwamba Yuda anaficha siri mbaya zaidi: ni yeye mwenyewe ambaye, alivyovurugwa na simu yake, alimpiga Kinan gari na kusababisha ajali iliyokaribia kumwondoa maisha. Licha ya mashaka ya Yuda yanayoongezeka, Nora anasisitiza kuendelea na harusi akithibitisha tena kwamba yeye ndiye chaguo lake ingawa moyo wake bado unahisia kwa Kinan. Baadaye, katika jaribio la dhati la kudumisha udhibiti, Celine anamwonyesha Kinan picha za Nora akiwa oa Yuda. Kuona mwanamke anayempenda na mwanamume mwingine ni mzito mno. Kwa Kinan, akiwa amezidiwa na maumivu na mavuno ya moyo, anaanguka Akizimia kutokana na mshtuko wa kihemeko. Baada ya harusi, wakati wa safari yao ya funganute, Nora anaendelea kujisikia uncomfortable karibu na Yuda. Licha ya majaribio yake ya upole wa kukaribia, anaendelea kujitenga akiwa na mateso kutokana na hisia zisizotatuliwa kwa Kinan. Wakati anatembelea kituo cha ununuzi, Nora anampata kwa bahati Kinan tena. Akiwa na hisia kama kwamba Mungu anaendelea kuwaweka pamoja, anauliza juu ya uhusiano wao kabla ya ajali hiyo. Akiwa ogopa sana kufikiria kwamba anaweza kukumbuka kila kitu, Nora anaganda, kisha anageuka na kukimbia, asiweze kukabili ukweli. Mungu anaonekana anacheza michezo nao. Wanapokutana tena wakati huu katika chuo kikuu, Nora akijaribu kumshangaza Yuda kwa kumletea chakula cha mchana, anapiga simu ambayo Kinan anafanikiwa kusikia. Anaposikia Yuda akimuita Nora, inasababisha maumivu makali zaidi ya kichwa. Akiwa amechanganyikiwa na kuogopa, Nora anaondoka haraka, akiogopa sana kile Kinan anachoweza kuanza kukumbuka. Muda mfupi baadaye, Kinan anapata picha ya Nora iliyowekwa ndani ya daftari lake. Akiwa na azimio la kupata majibu, anamkabili lakini, Nora bado akiwa amekwama kwa hofu, anasema uongo na kumwambia walikuwa marafiki tu kutoka mbali. Yuda anaangalia kila kitu kinachotokea, akizidi kuwa na wivu na mwenye nia ya kumiliki. Bado bila majibu wazi, Kinan anawaonyesha picha kwa Selin na rafiki yake, lakini wote wanaikanusha kumjua. Licha ya uongo wao, Kinan anakuwa na hakika zaidi kwamba kuna kitu kirefu zaidi kinachofichwa kutoka kwake. Baadaye, wakati anatembea kwenye ukanda uliojaa picha za wanafunzi waliobaki, Kinan anaona picha iliyowekwa alama Nala. Lakini anavyozingatia zaidi, anatambua kwamba ni Nora wakati huo wimbi la kumbukumbu za joto zilizovunjika linamjia akiwazidiwa na hisia na nostalgia anaanza kukimbia moyo wake ukimwongoa kumtafuta tena Celine akiwa na tamaa ya kudumisha udhibiti juu ya Kinan anajaribu kumzuia kumfikia Nora lakini rafiki wa Nora anaingilia katika hatua ya ujasiri na isiyotarajiwa anakiri kwamba ni yeye mwenyewe aliyehusika na ajali ya mama ya Celine Amechoka na kudanganywa, anakomesha urafiki wake na Celine kabisa, akimwacha akistaajabishwa na hana nguvu. Wakati huo huo, Nora na Yuda wanakabiliwa na mvutano unaokuwa katika ndoa yao. Yuda anakuwa na hasira baada ya kugundua kwamba Nora amehifadhi baadhi ya zawadi za Kinan. Ingawa anaamua kuziondoa nyingi ili kuepuka mzozo zaidi, anazishika kwa siri barua ya upendo Kinan aliyomwandikia zamani. Kwa bahati mbaya Kinan anapata barua hiyo hiyo. Anaposoma maneno ya zati yaliyokuandika zamani, kitu kirefu ndani yake kinasisimua, anakuwa na hakika kwamba upendo wao haujawahi kufa na kwamba licha ya kila kitu, bado kuna matumaini kwa wawili kuwa pamoja. Kwa hivyo, Kinan bado hakumbuki kila kitu kilichotokea kikamilifu. Daktari wake anamhakikishia kwamba yuko sawa kimwili. Kwa hakikisho hilo, Kinan anamkabili Nora na kumwomba atafakari tena uamuzi wake wa kukaa kwa Yuda, akimwambia kwamba upendo wake kwake unaendelea kuwa wa kina na wa dhati. Wakati Yuda anapojua kuhusu kukutano huko, ana hasira na anamkataza Nora kamwe kumwona Kinan tena. Akiwa na azimio la kujikomboa kutoka kwa uongo wote, Kinan anamaliza uhusiano wake na Celine. Licha ya maombi yake ya dhati. Akiwa amesisitizwa na kushindwa, Celine anaondoka akiwa amelia kutambua kwamba amemwacha kabisa. kiwa sisi kukata tamaa, Kinan anajisokota ndani ya nyumba ya Nora na mbele ya Yuda, kwa ujasiri anauliza kwenda kwenye mikutano naye kwa siku moja tu, akiwa na hasira Yuda anampiga Kinan, lakini yeye anakataa kurudi nyuma akitangaza kwamba hatoacha hadi Nora akiweza kukubali kutumia siku naye. Baada ya kutafakari kwa muda mrefu na mvutano wa kihemoko Yuda anakubali kwa shida akimwambia Nora anaweza kwenda ikiwa ni kweli anataka. Kwa muda mrefu wa kusita, Nora anasema ndio. Mwishoe Kinan anamchukua kwenye safari kwenye maeneo yote ambayo walishiriki wakati wa maana ya hadithi yao ya upendo. Mkutano huo unaishia kwenye kisiwa ambako ameandaa chakula cha kimapenzi cha kirekebisho tena mahali palipofaa ambapo Nora alikuwa amekiri upendo wake kwake kwa mara ya kwanza chini ya mwangao wa laini wa mishumaa na kuzungukwa na kumbukumbu -kumbu, Nora anafungua moyo wake. Mwishowe anamwambia Kinan kwamba kutoka mwanzo kabisa, alipomwona moyo wake umekuwa umefungwa kwa wake kwa uzi nyekundu usioonekana ambao hajawahi kamwe kuukata. Akiwa sogo sana, Kinan anaimba wimbo wa upendo kwa Nora na kumwomba abaki naye milele. Licha ya hisia zake kina kwa Kinan, Nora anamkumbusha kwa upole kwamba yeye ameoa na hawezi kumwacha Yuda akifikiria kile bora kwa binti yake. Hivyo basi, kila kitu kinabadilika wakati Nora anapogundua ukweli wa kushtua kwamba ni Yuda aliyempiga Kinan. Akiwa amezidiwa na hatia kumchagua Yuda, Nora anamkiri kwa macho kwa Kinan kwamba hawezi kuishi bila yake. Anafichua mpango wake kuacha Yuda akikiri kwamba upendo wake wa kweli umekuwa daima Kinan na kwamba alimwoa Yuda akiwa na imani kwamba ilikuwa jambo la raiti kwa binti yake. Katika mwanzo wa nguvu wa kutolewa kwa hisia, Nora anacheza ndanzu mikononi kwa Kinan wakishiriki usiku wa kimaji ndani ya anga yenye nyota na fireworks wakiwa na mioyo yao huru mwishowe, wanaahidiana upendo wa milele.